Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania. Kubwa hii leo Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA imeendelea kutoa taarifa ya mwenendo wa Kimbunga Chenge katika Bahari ya Hindi kaskazini mashariki mwa kisiwa cha Madagaskar, kwa mujibu wa TMA Kimbunga Chenge kimeendelea kusalia baharini na kusogea kuelekea magharibi, yaani kuelekea pwani ya nchi Hadi kufikia asubuhi ya leo Kimbunga Chenge kilikuwa katika eneo la bahari ya Hindi umbali wa takriban kilomita 1,680 mashariki mwa pwani ya Mtwara. Uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa imeonyesha kuwa kimbunga hicho kinatarajiwa kuendelea kusogea kuelekea magharibi zaidi mwa bahari ya Hindi ulipo ukanda pwani wa nchi yetu huku kikipungua nguvu yake kadri kinavyosogea. Hali hiyo inatarajiwa kusababisha uwezekano mdogo wa vipindi vya ongezeko la mvua, upepo na mawimbi makubwa ya bahari kati ya tarehe 26 hadi 28 Oktoba 2025 hususani kwa maeneo ya mikoa ya Mtwara, Lindi, Pwani, Dar es Salaam na Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Mamlaka, Mamla ya Hali ya Hewa Tanzania TMA imeendelea kufuatilia athari zake kwa mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na itaendelea kutoa taarifa kila inapobidi. TMA imewashauri watumiaji wa bahari na wananchi kwa ujumla kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa za utabiri kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania pamoja na kupata ushauri na miongozo ya wataalamu wa kisekta. Na kushauri tusisahau kusubscribe, kushare na kulike 2Gendah TV kwa habari na matukio mbali